Mawili moja watarudisha, ila mawili lazima tuwapige kivyovyote, ki iwe kiuchawi, kivyovyote tuko tayari. Tumeshaweka makombora yetu na sasa hivi tunamalizia malizia uhakika tu. Uhakika sio, ni kubahatisha, ni uhakika. Tunaongea kama sisi machifu, mimi jina naitwa Shabani Makwaia, tunaisaidia timu yetu kama sisi wazee. Ikilia tu ngoma, ukisikia imelia ngoma hii Jua mambo yameisha. wana, wana, Yanga, wana kazi na kazi wanao. Sisi kama wazee tumekaa tumejipanga, kwa hiyo timu yetu lazima tuchukue ushindi kwa magoli kwa goli moja mawili. Moja watarudisha, ila mawili lazima tuwapige kivyovyote, ki iwe kiuchawi, kivyovyote tuko tayari, tumeshaweka makombora yetu na sasa hivi tunamalizia malizia yetu kwa sababu tunajiamini, tuko vizuri kwa sababu babu yetu Makwaia alikuwa ni chifu na sisi ni machifu. Kwenye mechi hii kutakuwa na kuna kuna hatari sana, lakini zote hizo hatari tumezivunjavunja, njia zote tumezivunjavunja, Tabora wote tumeikanyakanyaga. Kwa hiyo kwa kweli uhakika, uhakika sio ni kubahatisha, ni uhakika tunaongea kama sisi machifu. Hili inaitwa kombola la kupotea, yani akifika pale golini haoni hii, hii inaitwa kombola la kupotea akifika pale mlangoni haoni. Hii, hii inaitwa ni bebe ambao yeye, yeah, akifika pale, hii inaitwa ni bebe, akifika pale yani yeye, yeah, yeah, pale anakuwa kama vile ana jiwe yani, amebeba jiwe, ule mguu aufanyi kazi vizuri, ndio inaita ni bebe. Kwa hiyo tumewashika miguu wote wanayanga. Wanayanga, mjipange lakini msitulaumu. Kikubwa mtusamehe, hapa ni sisi tuko ni hapa hapa nyumbani, na sisi ndio wanatabora wenyewe. Wanatabora tutengeneze mshirikiano na tusogea kwenye mechi kwa wingi, hakuna tatizo, wala tuendelee kwa kujiamini kwa moyo mmoja. Kama hujakata tiketi, kakate. Sisi wazee tupo, mimi ni mganga wa timu ya Tabora hata pia hata serikali uamini, napenda sana kusaidia, japo akiwa haipo. Umeshaisaidia Tabora mara ngapi? Tabora hii itakuwa ni pili ya kwanza tulishinda hapa baadaye, mpaka mkaamua kunifuata mkajua, baada ya kugundua kwamba mimi ndo mganga wa Tabora. Tabora imekuwa na morali, kwa sababu wamekuja, wana hamu na sisi wana Tabora, na sisi tuna hamu nao, kwa sababu tumeshawanyosha, tena tuanyoshea kwenye kiwanja chetu, tumosh kiwanja sioche. Sasa hapa ni kwetu, waache dharau, wajipange, ar kamwe ajitambue kwamba kwa sababu ya yupo kwenye nafasi gani, sio kuzalau viongozi wetu, wapo Tabora na sisi ndio tuna uheshimu viongozi wa serikalini pamoja na, na wa mpira. Hayo ni maneno ya kejeli tu, unajua anatamba tu kwa sababu ya, ya, ya maneno maneno maneno hayo, hata kwenye kanga yamo, hata ng'ombe keleza chura zizui kunywa ng'ombe maji, wanjani namba moja nitakuepo mimi hawa watakuwa wananiona, ila waandishi wa habari nitawaruhusu machao wanaweza kuniona nilipo, lakini wao hawataniona kwamba mchawi huyu hapa, naingia kwa nguvu za giza. Uhakika ni goli mbili moja, watarudisha moja, iko vizuri kabisa. Ndio maana unaona mpaka ngoma ya wazee tumeibeba, wanaamka wazee Uko sahihi, kila kitu, kila jambo. Ndio maana kila jambo lina lina matambiko. Ndio maana kila jambo, hata mali huwezi kupata bila kutoa sadaka. Mali lazima utoe sadaka, ndio utapata. Hata mpira tunajitoa sisi wazee, sio mpaka kila kitu tu watupe hela. Wafanyaje? sisi tu wazee, kama sisi, kwa mapenzi yetu. Hata serikali haijui kama kuna uchawi lakini hiyo inakuwa ni siri yetu sisi, ndio maana mimi nimejiweka hadharani. Iko hata wenyewe ni wachawi wangapi wanakamata saa nyingine na, na, na manani matungule, lakini kwa sababu watakao ni, ni uchawi wangu ni wa kimya kimya.